samahani dada mambo he we kaka vipi mbona unataka kunieletea mikosi ya asubuhi yote hii una shida gani hakuna shida yoyote dada yangu nilikuwa nahitaji tu kuongea na wewe kama hutojali hivi ukijiangalia vizuri juu mpaka chini unaona una hadhi ya kuongea na mwanamke mrembo kama mimi hebu achana na mimi na ufate mambo yako jamani ya cha usiku sio vizuri hivyo mbona kaka watu wameomba tu kistaarabu kuzungumza na wewe Hebu na wewe malaika niache bwana. Hivi ukimwangalia huyu kaka kuanzia juu mpaka chini, unaona ana hadhi ya kuongea na mimi? Tafadhali sana, siwezi kuongea na mtu wa hadhi ya chini kama huyu, asije kuniambukiza umasikini bure. Jamani dada, mbona una majibu ya hovyo hivyo? Mimi nimetokea kazini kwangu, ndio maana nipo kwenye huu mwonekano. Nina gereji hapo nyuma inaitwa Alex gereji, kama mnaifahamu. Hehe, he. Jamani watu kwa kujipa utajiri hamjambo. Haya hebu tuambie kwa unavyojiona hapo. Unaweza kumiliki gereji kubwa vile? Yaani kisa gereji nasifika jiji zima ndio unataka kutudanganya kwa wewe ndio mmiliki. Malaika tukuendelea kumsikiliza huyu kaka, tutadanganywa vitu vingi. Hebu tuondoke. Cha usiku sio vizuri. Unaniudhi. Acha kumfanyia hivyo kaka wa watu. Kama hauna nidhamu na watu usiwafahamu, sidhani kama unafaa kuwa rafiki yangu. Unanidhalilisha bwana. Bwanae atajua mwenyewe, sisi tuondoke. Samahani Malaika, naweza kupata namba yako ya simu? He, we kaka, namba rafiki yangu ya nini? Kwanza hana gari, kama ndo, ulitakaje huko gereju, ukamtengenezee gari? Ndo nakwambia kabisa kuwa hana gari. Au unataka kumchuna rafiki yangu vihela vyake vya boom? Wecha usiku una nini? Maamuzi ya kumpa au kumnyima namba si yangu. Haya, fanya maamuzi haraka, tuondoke. Usijali kaka, nipe simu yako nikuandikie namba yangu. simu hii hapa, unaweza kuandika. He, mungu wangu, iPhone 16. wewe kaka, hebu sema ukweli, hiyo simu umeiba wapi kabla hatujakuitia mwizi hapa? hii ni simu yangu dada, sijaiba kokote. Muongo, nilijua tu wewe ni mwizi, yaani umekaa kiwiziwizi kabisa. Halafu Malaika na kushauri, simpe namba yako huyu mwizi, utakuja kupigwa na kitu kizito na kuambia namba nampa na hakuna chochote kibaya kitakachonitokea. Mbona unakuwa sio mstaarabu wewe kwani kaka? Watu wamekokosea nini jamani? Haya, shauri yako wempe hiyo namba lakini utanikumbuka. Namba hii hapa kaka, unaweza kupiga simu muda wowote. Asante sana Malaika. Basi ngoja mimi niwaache. Hebu usituage bwana, we tembea na safari zako, usituletee mabalaa njiani. Du, we dada Kwani nimekukosea nini jamani? Alex, achana naye huyu. Wewe nenda, tutawasiliana. Poa, kwa heri rafiki yangu. Umetoka wapi usiku wote huu? Na mbona umependeza hivyo, umepata bwana tajiri nini? Yaani cha usiku huwe ni mbea. Mimi wala siyo mbea, ila nimeuliza tu ili nijue. Yaani, huwezi amini ya Alex amenipeleka kwenye hoteli kubwa ile ambayo huwa tunasema tukipata hela tutaenda. Haya, umeanza sasa. Huyo Alex ana hela gani za kukupeleka Kilimanjaro hoteli? Cha usiku, acha dharau rafiki yangu. We kataa au kubali, ila mimi ndo nishapelekwa na picha hizi hapa tumepiga. Hembu tuone, maana siamini kabisa. He, ni kweli lakini rafiki yangu, ngoja nikushauri kitu Unajua, usipende kukurupukia wanaume. Yaani ule kaka amekaa kama mwizi, usikute ni jambazi huyo. Nakwambia iko siku utamleta hapa tunapokaa, halafu atubebe vitu vyetu vyote humu ndani. Shauri yako. Cha usiku, acha wivu rafiki yangu. Huyu kaka ndo mmiliki wa garage ya Alex Garage kama jina lake lilivyo, maana tulipitia mpaka pale, wafanyakazi wake wakawa wanamsalimia bosi wao tena kwa heshima. Haya malaika wewe, ningeneka tu mimi niko hapa nimetulia. Yaani siku atakayokuibia hicho ki iPhone X chako usije kunililia hapa. Bebi, kuna kitu nataka nikupe leo. kitu gani tena hicho bebi? Mungu wangu Alex, hii ni iPhone 16 jamani, tena mpya haijafunguliwa kabisa. Ndiyo nimeona sio vizuri wewe kutumia iPhone 10 wakati mimi mpenzi wako natumia iPhone 16. Oh, Asante sana Alex wangu, mpaka najihisi kulia jamani. Sijawahi kuwaza kuwa nami nitamiliki simu kama hii. Usijali kabisa mpenzi, hicho ni kitu kidogo tu. Utamiliki vitu vingi sana vya thamani mwaka huu. Nakupenda sana Alex. Nakupenda pia malaika wangu. Haya, ngoja nikurudishe nyumbani. Cha usiku cha usiku nini? Jamani, mbona unaniita kwa nguvu hivyo? Kuna nini? Usiniambie tayari umeshaibiwa hiyo iPhone X yako. Hapana bwana, halafu hebu acha kumfikiria mpenzi wangu vibaya, muheshimu, yule ni shemeji yako ujue. La, siwezi kumwita shemeji kwa kweli. He, malaika umetoa wapi hilo boksi la iPhone? Siyo boksi tu shoga yangu, angalia Hey, Malaika, umetoa hapa iPhone 16 jamani! Yaani ninavyoipenda hii simu, siku nikiipata nitafanya sherehe. Huwezi amini, mpenzi wangu Alex ameninunulia. Acha utani, Malaika. Sio utani, cha usiku, huo ndio ukweli rafiki yangu mm. Sawa rafiki yangu, ngoja mimi nikajipumzishe, maana leo nimechoka. Hatari! He, mbona umekuwa mnyonge ghafla? Bebi, leo nimeamua kukuleta hapa ili uone mahali tutakapoishi kama utakubali kuolewa na mimi. He, Alex, unamaanisha mimi nitakuwa naishi na wewe kwenye hii nyumba ya kifahari? Ndiyo. Wow, jamani, Alex, nyumba kama hizi huwa nazionaga kwenye movie tu. Hapa ni nyumbani kwako kweli? Ndiyo bebi, hapa ni kwangu na tukioana patakuwa kwako pia. Siamini. Kama huamini basi, nakuruhusu uingie kila chumba ukague, labda utampata mmiliki mwingine tofauti na mimi. Hakuna haja ya kufanya hivyo bebi, mimi nakuamini. Umepapenda? Lakini ndiyo, nimepapenda bebi, yani hii nyumba ni nzuri sana. Nimefurahi kusikia umepapenda. Basi twende nikupeleke nyumbani kwako sasa. Sawa, twende. Rafiki yangu siku hizi unazidi kunawiri tu, niambie basi siri ya mafanikio yako. Wala hakuna siri yoyote zaidi ya matunzo na upendo ninaopata kutoka kwa Alex. Eh haya bwana, cha usiku rafiki yangu, leo asubuhi Alex kanipeleka nyumbani kwake anapoishi. Ehe, ikawaje? Kwanza picha linaanza, Alex anaishi Masaki, we yaani aliponionyesha hiyo nyumba na kuniambia kuwa hiyo ndo nyumba tutakayokuwa tunaishi tukioana, mwili wote ulikufa ganzi. Yaani kiufupi nilihisi naota. Wewe naye unachekesha kweli, yaani mwili unakufa ganzi kisa mambo, utaishi kwenye nyumba za kupanga? Ile nyumba hajapanga, kwa kifupi yeye ndo mmiliki, na kaniambia tukishia oana itakuwa yangu. Acha utani, malaika kweli rafiki yangu. Yaani najuta kwa nini sikumsikiliza yule kaka. Kumbe ni tajiri kiasi hiki, nilimdharau tu bure. Jamani ona sasa, rafiki yangu anaishi maisha ambayo siku zote nimekuwa nikiatamani. Hello baby, mambo poa? Baby za kwako? Nzuri sijui wewe. Mpenzi wangu, mimi niko salama kabisa baby. Uko nyumbani Ndiyo bebi, leo nipo tu nyumbani. Basi naomba utoke nje tafadhali. Kuna nini Alex? Mbona unanitisha? Kuna surprise yako hapa nje. Wow, sawa, nakuja. Cha usiku rafiki yangu hadi natetemeka, hata sijui ni surprise gani hiyo Alex anataka kunifanyia. Jamani we na mimi naomba kuja kuona hiyo surprise. Sawa, twende Mungu wangu Alex, hii gari ni ya kwangu? Ndiyo, hii gari ni ya kwako mpenzi. Jamani bebi, usilifanyie hivi bwana, mimi nakupenda hata bila kunipa vitu vya thamani. Nakumbuka siku ya kwanza tulivyoonana rafiki yako alisema hauna gari, hivyo tafadhali, naomba ulipokee hili gari nimekununulia ili usipate shida ya usafiri. O jamani, Alex, asante sana. Lakini sijamaliza nini tena? Jamani, Malaika, naomba uwe mke wangu, nakupenda sana. Je, unakubali kuwa mke wangu? Ndiyo Alex, ndiyo. Asante sana bebi, kweli nimechezea bahati. Kaka Alex hauna ta rafiki yako tajiri na mimi anichumbie? Nani anataka kuwa na wewe na huo mdomo wako wenye maneno machafu? Tulia uone rafiki yako atakavyokula maisha. Wewe si unadharau?